Huku tume huru ya uchaguzi na mipaka ikianza rasmi zoezi la kuwasajili wapiga kura wapya milioni 6.3 kote nchini, Vijana wamehimizwa kutumia fursa hiyo kujisajili kama wapiga kura ili wawe na sauti kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Viongozi wa kaunti ya Kajiado wakiongozwa na Gavana Joseph Delenko wanasema vijana wamekuwa wakilalamika kuhusu uongozi na sasa wakati umewadia kwa wao kutumia fursa kujisajili ili wafanye maamuzi sahihi kwenye uchaguzi ujao.

Avoid delay in the the the disbursement of funds for for for the registration process. This is now, young people, the opportunity for you you to come out, take your voting card, and get ready for the next election so that you can show you can show your wish at the ballot box. Jana wamekuwa wakiandamana, wakinungunika, wakilalamika na saa zingine hata kufanya furugu. Nataka kuwaomba njia ya nyinyi kurekebisha uongozi ambaye hamujaridhika nayo ni kwa wewe kupiga kura, ili atakayechaguliwa awe uwe na sauti yako kutoka kupiga kura kwako.